Uh, leo katika chuo chetu cha The East Africa Training Institute tumetembelewa na mgeni ambaye ni mtu maarufu lakini pia ni zao la hapa. Jitambulishe mwenyewe kwa ufupi then tutaendelea. Karibu viongozi. Asante. Mimi kwa majina ninaitwa Alan Isaac. uh, profession ni mwandishi wa habari. Ninafanya uh, kazi katika kampuni ya The Guardian Limited ambayo ni kampuni ambayo inachapisha magazeti ya Nipashe, gazeti la Kiswahili Gazeti la Kiingereza la The Guardian. Safari yako kwa ufupi kuhusu tasnia hii ya uandishi wa habari ikoje au ilikuwaje mpaka hapo hapoli? Uh, safari yangu katika tasnia yangu hii ya uandishi wa habari uh, imekuwa ni safari nzuri sana lakini, imekuwa ni safari ambayo unapitia katika nyakati za milima na mabonde, kama ilivyokuwa kazi nyingine yote ile. Kuna wakati ambao unafanya kazi katika wakati mzuri mm -hmm. Lakini kuna wakati ambao pia unakutana na changamoto kaza wa kaza. Sawa. So, uh, nimejaribu kufuatilia katika peji zako na nimeteta nawe kabla kuhusu kile ambacho kilitokea mwaka elfu mbili na ishirini na mbili Februari. Uh, ile iliku ilikuathiri vipi katika tasnia yako ya uandishi wa habari? Uh, of course kuna changamoto moja ilitokea kipindi eh, hicho tajwa ambacho umekitaja wewe uh. Uh, uh, kama ilivyokuwa ada kawaida kwa binadamu kwamba Hmm. Wakati ambapo unakutana na changamoto fulani ndio wakati ambapo wewe e, unapaswa kuwa, e, imara kuwa zaidi zaidi na pia kuwa jasiri na kuongeza ufanisi zaidi katika utendaji kazi wako. Kwa hiyo kwa ufupi, kila kazi ina ina faida na, no, na kuna wakati unakutana na changamoto kaza wa kaza kaza. Leo umekuwa ukitoa madini au nondo za kutosha kwa wanafunzi wa chuo cha East Africa, wewe kama Mr. Una uhusiano gani kati ya chuo cha East Africa na wewe kwa ujumla? Asante uh, kwa swali zuri. Chuo hiki uh, ni chuo ambacho kimenielea kielimu uh -huh. Uh, nilianza nili kusoma katika chuo hiki tangu kwa maeneo ya mianzini pale mataa ya mianzini pale kwenye lile jengo pale zamani, mwaka gani hivi, labda ilikuwa Ah uh, around elfu mbili na kumi na tano kumi na sita certificate pale na baadaye ni chuo kilipohamia huku nikasoma diploma yangu ya uandishi wa habari na utangazaji. Kwa hiyo ninashukuru sana sana sana kwa kuwa ni chuo ambacho kimaingilea kirumu. <coughs> na hata huko ambapo nipo sasa hivi katika utendaji kazi wangu hata kile ambacho ninakitoa kwenye jamii aa, ni matunda yametokana na chuo hiki. Kwa hiyo hata jamii kiona kwamba ninafanya kitu kwa ubora zaidi kupitia tasnia hii ya e uandishi wa habari na utangazaji e, wanapaswa watambue kwamba e, msingi ulianzia katika chuo hiki cha Arusha East Africa Training Institute, ni kwamba elimu yako ya cheti pamoja na diploma yes. Uipatia katika chuo hiki. Sawa. Sasa kwa kumalizia, ushauri wako kwa vijana wanafunzi katika tasnia ya uandishi wa habari, unawashauri nini kwa ujumla? Uh, ushauri wangu ni kwamba uh, ninapenda sana kusisitiza swala la kufanya kazi kwa kuzingatia maadili ya uandishi wa habari e, tuzingatie maadili kwa sababu maadili pia ni msingi na mwongozo imara ambao unakufanya wewe fanya kazi katika miiko ambayo inakupasa. Pia tuzingatie sheria za nchi, kwa sababu nchi pia inaongozwa kwa mujibu wa <coughs> sheria, kanuni na utaratibu. Pale ambapo unapotakiwa kufanya jambo, kuzingatia sheria, hasa hasa sheria za nchi, kwa sababu sheria ndiyo msingi ambao unatufanya sisi tuweze kuishi kwa amani na utulivu. Pia tunapaswa kuwa wazalendo. Kuwa wazalendo katika taifa letu. Uh, waandishi tumekuwa tunayo kwamba, yaani, eh, natakiwa tuwe na uwezo wa kupima stori stori hipi ambayo tunaiweza kuiandika au tunaweza kutwiti na hipi ambayo hatupaswi kufanya hivyo, kwa sababu eh, sisi eh, ni sehemu ya jamii ndani ya Tanzania. Tanzania inajengwa na sisi wenyewe, tupime eh, kile ambacho tunapaswa kuandika na kile hatutaki kukiandika kwa ajili ya taswira ya nchi yetu, kwa sababu Tanzania tulionayo ni moja na hatuna Tanzania nyingine. Ni sahihi. Ndugu mtazamaji wa Ayat TV, tulikuwa na mgeni ambaye ni Mr. Alan. Aa, ni mchapishaji lakini pia ni mwandishi kutoka katika gazeti la Nipashe, nafikiri pia wanashirikiana na IPP, si ndio? Tulikuwa naye leo, ni zao la chuo chetu cha East Africa. So endelea kutufuatilia katika tovuti zetu za mitandao. Ni Ayat TV, asante.